Mimi naitwa Roy, nina miaka 39. Na kabla sijaendelea, kama umewahi kuumizwa, kupuuzwa au kuonekana kama haupo kabisa mbele ya mwanamke unayempenda, bonyeza like, subscribe na andika kwenye comment unatizama kutoka wapi. Usikae kimya kama maumivu haya yamewahi kukugusa. Mimi ni Roy, na leo nitaongea kwa uchungu, kwa hasira na kwa ukweli ambao hakuna mtu aliyewahi kukwambia. Leo nakuambia namna ya kumpata mwanamke wa ndoto zako ndani ya sekunde saba. Ndio, sekunde saba. Muda ambao wanaume wengi wanaotumia vibaya kabisa, muda ambao umeharibu heshima yako mara nyingi kuliko unavyokubali, muda ambao umekufanya ujione mdogo, usio na thamani na wa kawaida sana. Unajua uchungu wake ni nini? Ni pale unapomuona msichana, moyo wako unadunda, akili yako inaanza kupanga maneno, lakini kabla hata hujafungua mdomo tayari amesha kufuta, si kwa sababu wewe ni mbaya, si kwa sababu huna ndoto, bali kwa sababu sekunde zako saba zilikusaliti. Leo nitakupa njia sita, kila njia ni ya ukweli mchungu. Hakuna kupaka sukari, hakuna kuoneana huruma. Kama hujajiandaa kusikia ukweli, basi hii siyo kwa ajili yako. Njia ya kwanza: muonekano wako ni uamuzi, siyo mapambo. Mimi ni Roy na acha nikwambie kitu kinachoumiza mwanamke hakupi nafasi ya kukucheki moyoni kama hujavuka macho yake kwanza, na hapo ndipo wanaume wengi huanguka. Wanajidanganya kuwa moyo wangu ni mzuri. Moyo wako hauonekani ndani ya sekunde saba. Heshima yako haionekani ndani ya sekunde saba. Ndoto zako hazionekani ndani ya sekunde saba. Kinachoonekana ni wewe, mavazi yako, usafi wako, jinsi unavyosimama, jinsi unavyotembea, jinsi uso wako unavyosema najijua au naomba nipendwe. Na hapa ndipo hasira yangu ipo, kwa sababu wanaume wengi wanajidharau wenyewe halafu wanawalaumu wanawake. Kama hujapendeza, usitarajie muujiza. Mwanamke hauna deni la kukupa nafasi. Dunia haina deni la kukuonea huruma. Kama hujajitayarisha kuonekana kama mwanamume anayejiheshimu, sekunde zako saba zitakuwa kimya kimya. Na ukweli unauma, kwa sababu hakuna shortcut. Lazima ujipange, lazima ujiangalie kwenye kioo na ujiulize Je, ningejiamini nikimwona mimi? Basi hapo ndipo tatizo lilipo. Sio kwa mwanamke, ni kwako. Njia ya pili, aura yako inazungumza kabla hujasema neno. Mimi ni Roy na hii imenichukua miaka kuelewa. Kuna wanaume wanaongea sana lakini hawasikiki na kuna wanaume wanaokaa kimya lakini wanahisiwa. Ndani ya sekunde saba, mwanamke hasikilizi maneno yako, anahisi uwepo wako. Je, unaingia kama mtu anayejitetea au kama mtu anayemiliki nafasi? Je, macho yako yanaomba idhini au yana utulivu? Je, mwili wako umejikunja au umesimama kama mwanaume anayejua thamani yake? Hasira yangu iko hapa kwa sababu nilikuwa mmoja wao. Nilikuwa najitahidi kupendwa, nikicheka sana, nikiongea sana, nikijieleza sana, na kila mara nilikuwa nikijiuliza kwa nini hawakai. Kwa sababu nilikuwa sina aura nilikuwa na kelele lakini sina uzito. Ndani ya sekunde saba, mwanamke anataka kuhisi usalama, uhakika na utulivu. Siyo desperation yako, siyo njaa yako ya mapenzi, siyo kiu yako ya kuthibitishwa. Aura yako inatengenezwa na namna unavyojiheshimu ukiwa peke yako. Kama hujiheshimu peke yako, hakuna atakayekuheshimu kuheshimu mbele ya watu. Njia ya tatu: usijaribu kumfurahisha. Jiweke wewe mimi ni Roy na hapa ndipo wanaume wengi hujiangamiza. Wanataka kuchekesha, wanataka kuonekana wazuri, wanataka kukubalika. Ndani ya sekunde saba, mwanamke hataki mtu wa kumfurahisha, anataka mtu wa kusimama naye sawa. Unapojaribu sana, unajishusha. Unapojipendekeza, unajiua. Unapojifanya mtu usiye wewe, mwanamke anahisi uongo huo haraka sana, na unapohisiwa kuwa fake, mchezo unaisha. Ukweli mchungu ni huu Mwanamke hataki mwanamme anayemhitaji, anataka mwanamme anayejitosheleza. Ndani ya sekunde saba, anajiuliza je, huyu ana maisha yake au anataka kuingia kwenye yangu? Na hii inauma kwa sababu tumefundishwa vibaya. Tumefundishwa kuwa wapole pita kiasi, kuomba nafasi, kuomba mapenzi, lakini ukweli ni kwamba mwanamme anayejiheshimu huvutia bila kuomba. Njia ya nne: usianze kwa kwa maneno, anza kwa utulivu. Mimi ni Roy. Na ningependa ningejua hili mapema. Sekunde saba hazitaki maneno mengi, hazitaki stori ndefu, hazitaki maelezo ya maisha yako. Kuna nguvu kubwa sana kwenye utulivu, kwenye pause, kwenye kuto kukimbilia mwanamke. Akiona mwanaume asiye na haraka, asiye na pupa, akili yake inaanza kufanya kazi, anaanza kujiuliza, anaanza kuhisi. Lakini ukianza kuzungumza ovyo, ukianza kujieleza, ukianza kujitetea unavunja uchawi ndani ya sekunde saba. Maneno mengi ni kelele, utulivu ni nguvu. Na hapa ndipo wanaume wengi hushindwa, kwa sababu wanahofia ukimya, wanahofia kuonekana boring, lakini ukweli ni kwamba mwanaume asiyeogopa ukimya ana nguvu kuliko anayepiga kelele. Njia ya tano: heshima ndiyo silaha yako kubwa. Mimi ni Roy, na naacha nikaseme kwa hasia, mwanaume anayemkosa mwanamke kwa kumkosa heshima anastahili kukosa. Hakuna mvuto kwenye dharau, hakuna mvuto kwenye kushika ovyo, hakuna mvuto kwenye maneno ya mwili. Ndani ya sekunde saba, mwanamke anajiuliza, je, huyu ni salama? Na kama jibu ni hapana, hata uwe mzuri kiasi gani, umefeli. Heshima siyo udhaifu, heshima ni uthibitisho wa kujiamini. Mwanaume anayeheshimu mipaka anaonyesha ana nguvu ya kujizuia, na nguvu ya kujizuia ni mvuto mkubwa sana. Njia ya sita, jua kuwa hutashinda kila mara, na hilo ni sawa. Mimi ni Roy na hii ndiyo njia inayouma zaidi. Hutashinda kila mara, na hiyo haimaanishi huna thamani. Ina maana tu wewe ni mwanaume, siyo muujiza. sekunde saba ni fursa, siyo dhamana. Ukishindwa usivunjike, usijilaumu, usijidharau. Chukua kama somo, siyo hukumu. mwanaume mwenye nguvu ni yule anayejua kuondoka bila chuki, anayejua kukataliwa bila kuvunjika, anayejua thamani yake haitegemei uamuzi wa mwanamke mmoja. Na hapo ndipo mvuto wa kweli ulipo. Ndani ya sekunde saba mwanamke anaweza kukuona, lakini ndani ya maisha yako yote ni wewe pekee unayeweza kuamua thamani yako. Mimi ni Roy, miaka 39. Kama maneno haya yamekuuma, basi yamekugusa mahali sahihi. Bonyeza like, subscribe. Naandika comment, unatazama kutoka wapi. Usikimbie maumivu haya, kwa sababu ndani yake ndimo kuna mwanaume unayetakiwa kuwa. Njia ya saba: usijitoe kupita kiasi ndani ya sekunde saba. Mimi ni Roy, na hapa ndipo wanaume wengi hujikanyaga shingo zao wenyewe ndani ya sekunde saba. Kosa kubwa zaidi unaloweza kufanya ni kujitoa kupita kiasi. Kujitolea kupita kiasi ni kujaribu kuonyesha kuwa uko tayari kwa lolote, muda wowote kwa gharama yoyote. Mwanamke anahisi hilo haraka sana, na likishahisiwa, thamani yako inaporomoka. Ukweli mchungu ni huu: thamani haipigi kelele, thamani haikimbii, thamani haisemi tafadhali nione. Thamani inakuwepo kimya, thabiti. Ndani ya sekunde saba mwanamke anajiuliza kama wewe una mipaka au una njaa ya kuthibitishwa. Kama una mipaka, anaona mwanaume; kama una njaa, anaona mzigo. Hasira yangu iko hapa kwa sababu nilikuwa mtaalamu wa kujitoa. Nilikuwa tayari kubadilisha ratiba, tabia, hata misimamo yangu ili nipendwe, na kila mara matokeo yalikuwa yale yale. Nilipoteza heshima kabla hata sijapewa nafasi ndani ya sekunde saba. Kujitoa kupita kiasi ni kama kujitangaza kuwa huna maisha yako. Usijitoe kabla hujaombwa, usiahidi kabla hujaulizwa, usijieleze kabla hajauliza. Hii siyo mchezo wa kumshinda ni mchezo wa kujilinda. Ndani ya sekunde saba, unachotaka kuwasilisha sio nipo kwa ajili yako, bali nina maisha yangu, na kama utanijua ni kwa sababu umechagua. Kama huwezi kusimama kwenye misimamo yako ndani ya sekunde saba, hutadumu hata dakika saba. Mwanamke hahitaji shabiki. Mwanamke anahitaji mwanaume. Njia ya nane: jinsi unavyomtazama ina uzito kuliko maneno. Mimi ni Roy na hii ndiyo siri ambayo watu hawapendi kuizungumza kwa sababu inaonekana ndogo, lakini inaumiza sana ikipuuzwa. Macho yako ndani ya sekunde saba, macho yako yanaweza kukuokoa au kukuangamiza. Mtazamo wako unasema mengi kuliko sentensi mia. Je, unamtazama kama mtu anayejua anachotaka au kama mtu anayeomba kibali? Je, macho yako yana hofu, pupa au utulivu? Mwanamke haihesabu maneno, anasoma ishara na macho yako ndiyo maandishi makubwa zaidi. Nilipokuwa mdogo, nilikuwa nikishusha macho haraka, nikitabasamu kwa wasiwasi, nikitazama chini, kana kwamba nimekosea kuwepo. Na kisha nilijiuliza kwa nini hawakubaki. Ndani ya sekunde saba nilikuwa tayari nimejisemea, mimi si wa kiwango chako. Ukweli ni kwamba mtazamo wa macho hauhitaji kuwa mkali au kutotisha, unahitaji kuwa thabiti. Usiogope kukutana na macho yake usiogope ukimya unaotokea mnapotazamana. Ndani ya ukimya huo kuna mazungumzo makubwa yanayoendelea. Macho ya mwanamume yanayojua thamani yake hayazunguki, hayakimbii, hayajitetei, yanakuwepo na uwezo huo unahisiwa. Ndani ya sekunde saba, mtazamo wako unaweza kusema nipo sawa na wewe, au niko chini ya wewe. Chagua vizuri, kwa sababu chaguo hilo linafanyika haraka sana. Njia ya tisa. Usijaribu kuwa toleo bora sana. Kuwa halisi. Mimi ni Roy na hapa kuna ukweli unaochoma. Wanaume wengi wanajaribu kuwa perfect ndani ya sekunde saba. Wanajaribu kuonekana wamekamilika, hawana makosa, hawana dosari. Lakini ukamilifu wa bandia una harufu na mwanamke anaipata haraka sana. Ndani ya sekunde saba, halisi humshinda mkamilifu kwa sababu halisi haina wasiwasi wa kuigiza. Mkamilifu wa bandia anaogopa kufichuka, na hofu hiyo inaonekana kwenye mwili, sauti na tabia. Nimejifunza kwa uchungu kwamba kujaribu kuwa mtu mwingine ni kazi nzito sana. Unachoka mapema, unajichanganya, na ndani ya sekunde saba, mwanamke anaona juhudi hiyo isiyo ya lazima. Anaona mtu anayejaribu sana, na kujaribu sana ni ishara ya kutojiamini. Kuwa halisi haimaanishi kuonyesha kila kitu, inamaanisha kutokuwa na vita ya ndani inamaanisha kukubali ulipo. Ndani ya sekunde saba halisi inasema hivi, ndivyo nilivyo, na kauli hiyo ina nguvu kuliko kauli ya naweza kuwa yeyote utakayemtaka. Usiogope makosa yako, usijifanye huna maumivu, lakini pia usiyaweke mbele. Halisi ni kusimama bila kujitetea, na mwanaume anayesimama bila kujitetea ana mvuto wa kipekee. Njia ya kumi: jifunze kuondoka kwa heshima ndani ya sekunde saba. Mimi ni Roy na hii ndiyo njia ya mwisho, na pengine ndiyo ngumu zaidi. Jifunze kuondoka ndani ya sekunde saba. Kama umehisi hakukuangalia, hakukuhisi au hakukuona, ondoka. Usibaki kujaribu kubadilisha uamuzi, usiongeze maneno, usijishushe. Kuondoka kwa heshima ni nguvu ambayo wanaume wachache sana wanayo. Wengi hubaki wakitumaini, wakijaribu, wakijitetea, na kila sekunde wanayobaki thamani yao inapungua. Ndani ya sekunde saba, uamuzi wa kuondoka unaweza kukuokoa zaidi kuliko jitihada za kubaki. Nilikuwa nikibaki nikijaribu kugeuza hali nikijisemea, labda niongeze hili, labda niongeze lile, lakini ukweli ni kwamba mwanamke anayekutaka hakuhitaji ujiongeze na asiyekutaka hatabadilishwa na juhudi. Kuondoka haimaanishi kushindwa, kuna maanisha a kujiheshimu na mwanaume anayejiheshimu ana mvuto unaorudi baadaye. Wakati mwingine sio leo, wakati mwingine siyo kwake, lakini mvuto huo unabaki ndani yako. Ndani ya sekunde saba unachagua mbili: kubaki ukipoteza heshima au kuondoka ukihifadhi thamani. Chagua lile litakalokujenga, hata kama linauma sasa, kwa sababu maumivu ya muda mfupi ni bora kuliko kujidharau kwa muda mrefu. Mimi ni Roy, hizi ndizo njia kumi, siyo rahisi siyo laini lakini ni za kweli. Kama maneno haya yamekukasirisha, yamekuumiza au yamekufanya ujitazame upya, basi yamefanya kazi yake. Bonyeza like, subscribe, na andika kwenye comment unatizama kutoka wapi. Usiogope, maumivu haya ndiyo yanayokujenga kuwa mwanaume.